Uh, naitwa Laetitia Petro Ntagazwa, uh, ni wakili lakini pia ni mkurugenzi wa shirika la Sauti ya Haki Tanzania, shirika ambalo lilianza mkoa ni Mbeya, lakini pia tuko katika mkoa wa Iringa. Sasa leo, uh, ni siku ya mtoto wa Afrika. Sisi kama sauti ya haki Tanzania, kwanza kuelekea siku ya mtoto wa Afrika, tuliweza kufanya shughuli mbali mbalimbali ikiwemo na kuenda shule za sekondari na shule za msingi kwa ajili ya kutoa elimu ya masuala ya sheria, elimu ya masuala ya ukatili wa kijinsia, elimu ya masuala ya haki za binadamu na kadhalika. Kwa hiyo sisi kama sauti ya haki Tanzania, inapokuwa ni siku ya mtoto wa Afrika, kwanza huwa tunajivunia siku hii kwa sababu ni siku ambayo inatujumuisha sisi kama wazazi, walezi na watoto kujitafakari. Na ukiangalia mfano kama kauli mbiu ya mwaka huu inasema, uh, siku ya mtoto wa Afrika au haki za mtoto wa Afrika tulikotoka tulipo na tunakoelekea, kwa maana ya kwamba tujitathimini si je, haki za mtoto katika nchi yetu tunazitekeleza? Sisi kama wazazi tunatekeleza wajibu wetu? Na pengine tu niseme kwamba siku ya leo pia inatukumbusha, na wakati mwingine huwa ukienda vituo vya polisi. Mimi ni wakili wa kujitegemea huwa na, lakini pia bahati nzuri, pia ni makamu wa rais wa Chama cha Wanasheria wa Tanganyika huwa kuna wakati mkienda kule vituoni mnaenda vituo vya polisi, huwa wakati mwingine ukimwambia tunahitaji ufungue kesi ya jinai dhidi ya wazazi wanaotelekeza watoto, huwa wanasema kwani hiyo ni kesi ya jinai? Kwa hiyo kuna ule uelewa ambao bado ni changamoto kwenye vituo vyetu vya polisi. Kwa hiyo ni siku siku ya mtoto wa Afrika, ni siku ya kukumbusha pia wa watendaji waku mfano jeshi la polisi sisi kama wanasheria ambao tunasimamia kesi za watoto mahakama na kadhalika, ni namna gani ya kuhakikisha kwamba tunashirikiana ili haki ya mtoto iweze kutendeka. Unapoenda kwenye hivyo vituo vya polisi, ukimwambia kwamba uh, mzazi kutoka kumsomesha mtoto, mzazi kutoka kumpa uh, masuala mfano huduma ya afya ya matibabu, mzazi kutoka kumpatia nguo, kutoka kumpatia marazi na kadhalika mtoto, ni kosa la jinai. Ukienda kwenye uh, kifungu cha ja kumi na nne cha sheria ya mtoto ya mwaka elfu mbili na tisa kinafanya vitendo hivyo mzazi au mlezi anaposhindwa kutekeleza kuwa kosa la jinai, na mtu huyu akipatikana na hatia anaweza kafungwa miezi sita au anaweza katoa faini ya milioni tano au anaweza akashtakiwa akafungwa kwa vyote viwili akafungwa, lakini pia akatoa na faini. Kwa hiyo siku ya mtoto wa Afrika ni siku ambayo inatukumbusha, lakini pia tukumbuke, katika mkoa wetu wa Iringa tunayo changamoto kubwa sana, changamoto ya ubakaji, changamoto ya urawiti kwa watoto wetu, changamoto ya watoto kutelekezwa na wazazi wao, imekuwa ni changamoto ni kubwa sana. Sasa kama siku ya mtoto wa Afrika, tunafanyeje kuhakikisha vitendo hivi vinakuwa havijirudii kwenye mkoa wetu wa Iringa? Ni kwa kushirikiana na wadau mbalimbali na kufanya maazimisho kama haya, kukumbushana sisi kama wazazi, lakini pia kusisitiza swala la malezi kwa watoto. Tumekuwa na watoto ambao kimsingi hawana malezi mazuri kwenye jamii, kitu ambacho sasa kimekuwa kikipelekea changamoto kubwa. Unakutana na mtoto mdogo sana hata kutambua kwamba huyu ni mtu mzima, ni msalimie hana taarifa, lakini unakutana na mtoto mara ametoroka shule, unakutana na mtoto mara am, anapiga mzazi, ameua mzazi. Kwa hiyo vitu vya namna hii tunapokuwa tunasherekea sasa siku ya mtoto wa Afrika ni kwa ajili ya kujikumbusha sisi kama walezi, lakini kama um, serikali pia iweze kuchukua hatua, na tunayo changamoto mfano kwa waendesha mashtaka wetu, lakini pia tunayo changamoto hata wakati mwingine kwa wazazi kutoa ushahidi wa vitendo hivi vya ukatili dhidi ya watoto. Mimi nimekuwa nikipata kesi nyingi sana, mfano kesi za urawiti, kesi za ubakaji, ambazo watuhumiwa kwanza kwenye maelezo ya polisi kule wamekiri kwamba wametenda hayo makosa na hata kule wakiwa majumbani mwao wanakiri wamefanya hivyo vitendo, lakini wanavyoenda sasa mahakamani, pengine wakakutana na watu wengine wanaowashawishi au kuwapa elimu nyingine ambayo ni batili au nini unakuta wanakataa na ukiku, ukiku, ukikutana na upelelezi haukufanyika vizuri, au vile vipimo vya hospitali havikufanyika vizuri, hao watu wanarandaranda tu mtaani. Na hata wiki iliyopita nimepata kesi ya ulawiti, lakini baba amekubali, aliwalawiti watoto wake, lakini mahakama imemwachia kwa sababu imekosa ushahidi ambao ni wa moja kwa moja. Kwa hiyo tunaendelea kuwasii waendesha mashtaka, lakini tunasii mahakama, tunasii wananchi wote kwa pamoja tushirikiane katika kuhakikisha kwamba tunawalinda watoto wetu, lakini panapokuwa na vitendo vya ukatili tusivifumbie macho, badala yake tuchukue hatua.